Msikilizaji wa RFI Kiswahili, safari yetu ya kilomita 25 magharibi ya mji wa Arusha imetuchukua takriban dakika 40 na kutufikisha katika hifadhi ya wanyama wa damu baridi, kwa Kiingereza wakijulikana kama reptiles. Katika hifadhi hii ya Meserani Snake Park iliyojengwa kwenye ardhi ya hekari nane, hapa kumehifadhiwa aina 21 ya nyoka wakiwemo mamba na kobe tunakaribishwa na msimamizi na mwanzilishi wa hifadhi hii Bilin Bali almaarufu Mama Nyoka. Mama Nyoka na bwanake Borifor John ambaye kwa sasa ni marehemu, wote wakiwa na asili ya Afrika Kusini walianzisha hifadhi hii miaka thelathini na miwili iliyopita mwaka 1993 ilikuwa kijana wangu mmee→ wangu na mimi hivi ndivyo tunavyofanya kwenye hii mbuga ya nyoka so tulinunua yote yeah. Baadaye tutapata fursa ya kuzungumza na Jamal Kayanda, mwanahepatolojia yaani mtaalam wa wanyama wa damu baridi na pia mwelekezi katika hifadhi hii ya Meserani. Kwanza kabisa, uh, Meserani Snake Park, tuna aina 21 za nyoka. Eh, hii ni pamoja na wenye sumu na wale ambao hawana sumu. Jumla kwa pamoja tuna aina ishirini na moja, lakini kwa Tanzania kuna aina zisizopungua mia moja na arobaini kama na nne hivi au zaidi, eh, wanaopatikana Tanzania na eh, nyoka hatari wanaopatikana Tanzania hatari zaidi ni jamii ya kobra, na pamoja na kobra tunaita kwa Kiswahili swira pamoja na Eh, mambas ambao kwa Kiswahili tunaita koboko. Naam, msikilizaji, tukiwa hapa, kuna simu ambayo imeingia, kuna jamaa ambaye kuna aina ya nyoka ya kobra ambayo imepatikana katika nyumba yake na anataka usaidizi. Nye mko wapi? Nye mko wapi? Kuko... Mateves. Mateves. <imitaria> Tukiwa humu ndani tunakutana na wanafunzi waliomo kwenye ziara yao ya masomo wakiongozwa na mwalimu wao Bwana Paul Swahi. Unaona nyoka ambao wana sumu na ambao wana sumu. Nimeona mamba na nyoka ambao wana sumu e, nimejifunza vitu vingi. Moja kwa wanafunzi wangu wako majasiri ambao wameweza hata kubeba nyoka, kitu ambacho hakuwahi kuwaza, lakini baada ya kufika hapa na kuona kwamba huyu ni wanasema, e, nyoka baridi ana sumu. Humu ndani pia tunakutana na wazazi ambao wamewaleta watoto wao angalau kufahamu mengi kuhusu nyoka. Wengine kama koboko, unakwenda kwa hivyo kujua, hivyo sio vibaya, na mara nyingi wanakaa juu ya miti. Kando na kuwa eneo hili limehifadhiwa aina 21 ya nyoka, kuwapo kobe na ndege aina tofauti tofauti ambao pia wamehifadhiwa humu ndani.